Uzaji wa viwanja, nyumba na magari ndio. Mm, Mfwangavo Real Estate ni kampuni bora kabisa, uhum, ya uuzaji wa viwanja, nyumba na magari na mapya. Aha. Kwa hiyo na tukianza kwa upande wa viwanja. Aa, kigezo gani hasa mteja anatakiwa kuja nacho kwenu ili ajipatie kiwanja ama hakuna vigezo? Aa, kigezo ni kupenda eneo ndo kigezo kikubwa kwa sababu Mfangavo Real Estate ni kampuni bora nikizungumzia, ubora nazungumzia kwenye namna mbalimbali nam, ubora wa kampuni yetu ni kwamba kwanza imejitosheleza kabisa kwenye masuala ya usafiri Mbio. wa kwenda kuona viwanja hivyo. Kwa hiyo ukishafika wewe mteja wetu we ukifika maeneo ya kona dampo pale kwa Morombo, tunaweza kukupeleka katika maeneo yetu mbalimbali yaliyoko ndani ya jiji la Arusha Mbio ili kuweza kujionea kiwanja mm -hmm. au viwanja, then wewe ukishapenda hivyo viwanja mm -hmm. aa, biashara inaweza ikafanyika. Na vipi, gharama za kwenda site kwa mdau ambaye, ama mteja ambaye amekuja kwenu anapata kumpeleka site, gharama zimekaa namna gani? Mfwangavo uh, real estate ndio maana napenda kuita kwamba ni kampuni bora, maana mm -hmm. kwenye upande huo imezingatia hasa hasa maslahi ya mteja. Okay. Na ndio maana kwenda siti au kwenda kuonyeshwa viwanja mm -hmm. sehemu mbalimbali zote unazozijua ndani ya jiji la Arusha huwa ni bure kabisa. Yani, haijalishi labda mteja anatokea sehemu gani. Haijalishi mteja anatokea sehemu gani mm -hmm. Lakini akishaweza kufika tu ofisini kwetu na akiwa na uhitaji wa kiwanja mm -hmm kwenda saiti kuona ni bure kabisa. Aha, kwa hiyo kumbe safari ya kuanzia kutoka uh, kutoka kwenda saiti huyu inaanzia ofisini. Ndio ndio. Nilizeni uh, kwamba mteja kuli alipo labda nyumbani kwake nonge na Mfwangavo anataka kwenda kuona saiti zenu, niko mahali fulani labda, mnamfuata, nilikuwa najua imekaa hivyo hiyo uh, hiyo ipo, mm -hmm. Kwa sababu sio wateja wote wanafanana mm -hmm. Lakini mara nyingi sana mm -hmm. Na sisi kama Mfwangavo Real Estate tunapendelea sana tuanzie ofisini tumalizie ofisini okay. Maana mm -hmm. watu kuna kuna kuna, kuna, kuna zile ofa zinatokea mm -hmm. ambazo kwamba bana unakuta kuna mwezi tunatoa ofa ya kuwafata wateja wetu, ndiyo. E, wateja wetu walioko sehemu mbalimbali ukitokea mm -hmm. tu umepiga simu kwamba labda lese tuseme uko Usa au uko maeneo ya hapa Kisongo ndiyo. E, kwa sababu kuna mwezi wa ofa, unaweza ukapiga simu ukasema bana, mimi nipo Kisongo, nahitaji kwenda kuona site zenu mm -hmm. e, tunaweza tukakufuata na gari yetu bure kabisa tukakupeleka ofisini then tukakupeleka saiti tukakurudisha mpaka kwako. Hiyo inakujaga kwenye misimu ya ofa uh -huh. Lakini ikitokea kwenye misimu mingine ya kawaida, huwa uh -huh. tunapendelea kabisa mteja wetu afike ofisini, kuna dampo pale kwa Morombo ili aweze kwenda kutembelea saiti zetu bure kabisa. Ok, sawa. Ijapokuwa viwanja vinapatikana maeneo mbalimbali, nikiwa na maanisha ya viwanja kutoka kwenu Mfwangavo, na kuna kipengele mnasema kwamba mteja anaweza kulipia kidogo kidogo, hii imekaa namna gani? Mfwangavo Real Estate ni kampuni ambayo inahitaji kila kila kila mtu mm -hmm. amiliki ardhi na ndio maana tunatembea na, na slogani ya huwezi kujiita tajiri kama haumiliki ardhi. Na nina swali ni kwenye hiyo kauli <laughs> yenu <laughs> huwezi kujiita tajiri <laughs> kama huwezi kumiliki ardhi. Sasa tu huwa tunapendelea kabisa kwamba mteja wetu anapokuja anapopenda eneo, sio wote ambao vipato vinafanana ndio kwa hiyo kuna uwezekano wa kulipa kuna wale wanalipa cash lakini kuna wale pia wanaweza kulipa kidogo kidogo mm -hmm. ina maana kama utakuwa labda umetaka kiwanja cha ishirini kwa kumi au ishirini kwa ishirini ishirini kwa kumi inaenda kwenye milioni mbili ndio lakini unakuta una laki tano kwa wakati huo Mfwangavo Real Estate tunapokea laki tano then, mm -hmm, tunapeana muda ambao wewe utaweza kumaliza. Nikija kwenye swala la muda, Mfwangavo Real Estate huwa tunatoa muda wa miezi mitatu, lakini pia inaweza kafika miezi mitatu, mm -hmm, ukawa bado labda umelipa let's say kiwango chako ni milioni mbili, lakini umeshafanikiwa kutoa labda milioni na laki nane, ilibaki mm -hmm, laki mbili, tuna tuna tuna tunatoa tuna pia u, namna ya we kuongea kuja kuongea na sisi mm -hmm. kuja pale ofisini uweze kuongea na sisi utueleze, labda bana, mimi nime nilikuwa kiwanja changu natakiwa nitoe milioni mbili ndani ya hii miezi mlionipa mm -hmm. lakini mpaka sasa hivi nimeweza kulipa milioni moja na laki nane nimebakiza laki mbili mm -hmm. nitaweza kuilipa ndani ya mwezi mmoja mbele au ndani ya, ya miezi miwili mbele. Tuna hiyo room pia ya kumpa mteja wetu muda ili aweze kumiliki ardhi ya yake. Okay, hapo hapo kwenye hicho kipengele yeah. Nipo na swali jingine kwamba labda mteja amekuja amechukua tuchukue kiwanja cha milioni moja na laki tisa okay. Amelipa mpaka kwenye laki saba hivi yani amelipa nusu tuseme yeah. Mteja anaweza kuendelea kujenga ama mpaka amalize kulipia ndipo aanze kujenga? aa, kwenye swala la kujenga mm haturuhusu -hmm. kwanza kujenga kabla ya kumaliza eneo, ila kuna zile tunasema sign zako, labda ukasema kuna mambo ya beacon e, umeshalipia nusu ile, uweke beacon zako ili uweze kulitambua eneo lako, kuzungushia nini, zinaitwa ni wamesh, kuzungushia waya ndani ya eneo lako ili pengine usilisahau, lakini kuwe mwaga material material, unaweza material ukafikisha saiti lakini kujenga mpaka umalize mpaka malize kulipa. E, mpaka malize kulipa lakini swala la labda yaani swala la, la kujenga uh -huh, linakuwa ni gumu kidogo, labda sasa hapo unabidi uje ofisini kwa namna nyingine ili tujue tunawekaje hilo. mm -hmm. mm. Okay, sawa uh, nimependa jinsi ambavyo umepata kujibu vizuri. Nipo pia na swali jingine kuhusiana na huduma yenu hii ya upat, upatikanaji wa viwanja um, tunaile tunasema kwamba kuna, kuna namna ulisema ile mteja anaweza akalipa miezi mitatu, akawa yani mnakuwa mmempatia miezi mitatu, vipi labda kuna namna ikatokea akaenda zaidi hata miezi sita. Ndio maana nilijibu nikakwambia mm -hmm. kwamba waga kikawaida tunatoa miezi mitatu, lakini pia tunaangalia na ulipaji wako pia kwa namna gani. Yani hapo kwenye ulipaji ndowanataka upa fafanue. Kwenye ulipaji tunachosema tunaangalia mm -hmm. unaweza ikawa wewe kiwanja chako tuseme ni cha milioni tano, ndio ndani ya hiyo miezi mitatu umelipa milioni tatu kwa hiyo mm -hmm. kuna deni ya milioni mbili mm, ina maana una rumu ya kuja ofisini sasa, kusema bana, mimi namna nilivyokuwa nategemea imeenda mm -hmm. tofauti. Hebu niongezeni miezi mitatu mingine, naweza nikamaliza hiyo rumu. Ipo wazi kabisa na Mfwangavo real estate tunakusikiliza na tunaweza kukupa miezi mitatu mingine kwa jumla, ukawa umemiliki ardhi yako mm -hmm. kwa kulipa ndani ya miezi sita okay. Aka, nimekuelewa vizuri. Na tukija kwa upande wa ofisi zenu, je, na madalali nje ya ofisi? um, sisi tuna ajenti mm -hmm. mawakala mm -hmm. eh, mawakala wapo, mawakala wetu wako sehemu si mbalimbali, ndio eh, ambao mawakala wetu wao kazi yao kubwa sio kukupeleka saiti mm -hmm. ila kazi yao kubwa ni kukuleta ofisini ndio maana ya kuwa na mawakala ambao wanaweza wewe kukuleta ofisini. mm -hmm. Ehe, na ukishafika ofisini utahudumiwa kikamilifu na ofisi.